Habari za wakati huu mtazamaji wa Nukta TV, karibu katika Mseto Plus wa leo Januari 13, 2026. Dakika kadhaa za kutazama taarifa mseto kutoka pande tofauti za dunia na kuletea taarifa hizo. Jina langu ni Fatma Huseni na nyuma ya kamera ni Godrak Gustav Godra. Godra. Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan amesema serikali ya Tanzania itaendelea kulinda uhuru wa mahakama ili kuhakikisha uwepo usawa katika kutoa haki suala so, litakaloimarisha misingi ya kidemokrasia nchini. Akizungumza katika mkutano wa chama cha mahakimu na majaji Tanzania TMGA uliofanyika leo Januari 13, 2026, jijini Dodoma, rais Samia amesisitiza kuwa uhuru wa muhimili huo una manufaa pia kwa wananchi. Kauli ya rais Samia inayotilia mkazo wa uhuru wa muhimili huo inakuja wakati baadhi ya wadau wa demokrasia na siasa wamekuwa wakihoji uhuru wa muhimili huo katika utoaji wa maamuzi ya kesi mbalimbali mbali. Uwepo wa mahakama huru yenye uwezo na uadilifu ni nguzo muhimu ya utawala bora na ni msingi upatika wa upatikanaji wa haki. Serikali itaendelea kuulinda na kuuheshimu uhuru huu wa mahakama. Akiangazia suala hilo, Rais amebainisha kuwa uhuru haupaswi kutumika bila uwajibikaji na kwamba uadilifu, nidhamu, utii wa sheria na uzalendo kwa taifa sehemu ya vigezo vinavyopaswa kuzingatiwa katika utendaji wa maafisa wa mahakama. Ila nitoe rai kwenu Mheshimiwa Jaji Mkuu, waheshimiwa majaji na waheshimiwa mahakimu, kuwa uhuru huu hauna budi kwenda sambamba na uwajibikaji, uadilifu, nidhamu, utii wa sheria na uzalendo kwa taifa lenu. Lazima hayo yaendane na uhuru wa mahakama. Jeshi la polisi mkoa wa Kilimanjaro limeyazuia magari 21 ya shule kuendelea na shughuli za usafirishaji kwa wanafunzi baada ya kubaini kuwa ni mabovu na hayako katika hali salama ya kusafirisha wanafunzi hao. Hatua hiyo imechukuliwa kufuatia ukaguzi maalum wa magari ya shule unaofanyika kuanzia Januari 9 hadi Januari 12, 2026 katika wilaya zote za mkoa huo, kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa leo Januari 13, 2026 na kamanda wa polisi wa mkoa wa Kilimanjaro, Simon Maigwa. Ukaguzi huo ulilenga kuhakikisha usalama wa wanafunzi wa kuthibitisha kuwa magari yote yanayotumika kuwabeba ya katika uimara na umadhubuti wa mifumo muhimu ikiwemo sukani, tairi, bodi, injini, breki, mikanda ya usalama pamoja na viti. Kamanda Maiga amesema katika ukaguzi huo jumla ya magari 201 ya shule yalikaguliwa, kati yao 180 yalibainika kuwa katika hali nzuri na kuendelea kutoa huduma huku ishina mmoja akionekana kuwa na ubovu mbalimbali mbali na hivyo kuzuia kufanya kazi. Tume Huru ya Uchaguzi Uganda imepiga marufuku wapiga kura kubeba ama kupeperusha bendera ya taifa katika vituo vya kupiga kura ikionya dhidi ya nembo ya taifa kutumiwa kisiasa wakati zoezi la kupiga kura likiendelea. Akizungumza, jaji wa mahakama ya rufaa ya Uganda Simon Byabakama ameeleza kuwa bendera ya taifa ni ya Waganda wote na siyo nyenzo ya kufanya kampeni na haistahili kuletwa kwenye vituo vya kupigia kura. Ameongeza kuwa matumizi ya bendera ya taifa yanadhibitiwa na sheria iliyopiga marufuku utumiaji wa nembo za taifa kwa madhumuni ya kisiasa na biashara bila idhini ni kutoka Wizara ya Sheria na Masuala ya Katiba. Aidha, tume ya uchaguzi pia imepiga marufuku kuvaa tisheti zenye nembo ya chama, kubeba picha za wagombea au kuonyesha rangi ya chama katika vituo vya kupiga kura. Rais wa Marekani, Donald Trump ametoa onyo kali kwa mataifa yote yanayofanya biashara na Iran akitangaza kuwa nchi yoyote itakayoendelea kushirikiana kibiashara itakabiliwa na ushuru mpya wa asilimia 25 kwa bidhaa zake zote zitakazoingia katika soko la Marekani. Hatua hiyo imekuja wakati utawala wa Trump ukiendelea kuishinikiza Iran kusitisha kile kinachoelezwa kuwa ukandamizaji wa waandamanaji wanaopinga serikali ya kidini nchini humo. Katika chapisho hilo, Trump amesema agizo hilo ni la mwisho, akiongeza shinikizo la kiuchumi sambamba na vitisho vya awali vya kuchukua hatua za kijeshi. Balozi wa China mjini Washington umeikosoa vikali kauli hiyo ya Trump ukisema, Beijing itachukua hatua zote muhimu kulinda masilahi yake ya kiuchumi. Mwisho wa Mseto Plus ya leo Januari 13, 2026. Niliyekusomea taarifa hizo, jina langu ni Fatuma Huseni, na nyuma ya kamera alikuwepo Goodrick Gustav. Asante, tukutane tena wakati mwingine, kwa herini.